Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Je, kitu gani ni muhimu zaidi unapoanza biashara? Tunapofikiria kuhusu biashara, mambo mengi yanakuja akilini: wagawa bidhaa, watengenezaji, wazalishaji, uzaji wa jumla, uzaji wa rejareja, reja, teja, usafiri na pesa. Vyote hivi ni muhimu, lakini je, kipo kitu kimoja ambacho ni muhimu zaidi? Usafirishaji ni muhimu katika kuendesha biashara kwa sababu usafiri hufikisha bidhaa kwa wateja, lakini je, inawezekana kuanzisha biashara bila usafirishaji? Je, mnaweza kusafirisha bidhaa kwa njia zenu wenyewe au mnaweza kuzalisha hapo mlipo na kuepuka mahitaji ya usafirishaji? Ni njia zipi za kuanzisha biashara bila kuhitaji usafirishaji? Wauzaji wa jumla hununua bidhaa kwa wingi na kuuza kwa idadi ndogo ndogo kwa wauzaji wa rejareja. Je, ungeanzaje biashara bila ya wauzaji wa jumla? Kama ungekuwa mzalishaji, je ungeuza bidhaa zako moja kwa moja kwa wenye maduka? Kama wewe ni mmiliki wa duka, Je, ungenunua bidhaa moja kwa moja kutoka kwa wazalishaji? Ni njia gani nyingine ya kufanya biashara bila kuhusisha wauzaji wa jumla?